Uh, tukisonga mbele, kumeshuhudiwa kioja mjini Kimilili Jumamosi mosi ya leo baada ya wahudumu wa uchukuzi wa mkokoteni kuwakamata na kuwaosha wenzao watatu mchana katika mto Kibisi, kwa kile wanachodai ni kunadhifisha sekta yao, wanayodai baadhi yao hawakumbatia usafi wa mwili. Hebu atupe taarifa hii Tadeus, huachie Kulingana na mwenyekiti wa wahudumu wa mkokoteni mjini Kimilili, Moses Samita, waliafiki hatua hii baada ya kupata lalama kutoka kwa wateja wao waliodai kuchoshwa na harufu mbaya kutoka kwa baadhi ya wahudumu wa mkokoteni, hatua iliyowalazimu kuwaogesha wenzao ili kusafisha sekta hiyo. Watu wanga wananiambia, we chama ni mbona unasimamia ao watu na watu ni wachafu, wanapokucha kwa manyumba zetu zingine, wanga wanatoa maarufu sio mzuri sasa mimi uanga na nawaelezea lakini kwa leo nikawaambia hawa, mimi naambianga nyinyi muoke amkatae. Sasa kwa hivyo, wache tumsaidie kwa leo, mkuwe wasafi ili mkuwe na nidhamu ya kesho. Aidha, usimamizi wa sekta hiyo ya uchukuzi umetaja kuwa watatu hawa wamekuwa wakikaidi masharti yaliyowekwa na mara nyingi hubukia vileo kupindukia, hatua inayotaja kuwa huchangia wao kusahau jukumu la usafi wa mwili. Tumeshawaambia wenyewe waangalie mwili zao wachikua kwa kama usafi waoshe mwili sao, mangu wasioshe. Tumeshe jaribu muda mrefu awezekani. Aw, mimi nataka kuambia tutudumishe usafi na usafi ndo kila kitu kwa mwili wetu pia, na usafi naweza fanya pia upite mahali na uheshimike. Sasa mimi nataka tu kushukuru na kuzidi kuambia majama wetu hata aswa vijana wetu wapikipiki hawa, kuna baadhi ya wale ambao waogi lakini tuko nao, tune, tuko nao kwa, kwa barabara hii unapata mtu ambeba customer ama anakuja stage na slippers, na hiyo miguu hata ukimwangalia ndio ameamka lakini, unaona ni kama mtu alala kwa shamba. Kwa sasa wametoa wito kwa yeyote anayeweza kuwafaa wenzao kwa mavazi, wakisema hili litasaidia kuimarisha usafi wa wenzao wenzenye, ambayo tumeooshea endekawa hii manguo ni chache kwa sababu hii kazi yetu inatakana, unapatilisha manguo kila siku, kwa sababu ni kazi chafu na inatupea mapato kidogo kidogo. Sasa mimi ningeomba wazani wa wenye ambayo wako na, wanaweza kuangalia endekaa kuna manguo machache yenye ambayo anaweza ona wacha niende ni pariki awa mwenye wako na roho ya utu anaweza kuja na tuweze kusaidiwa kwa njia yoyote yenye ambayo inaweza kuwapo. Ikiripotia West TV kutoka Kimilili, kaunti ya Bungoma, naitwa naitwa Tadius Wachie.